Aseme tufungule ibada yetu ya asubuhi na andiko fupi eh, ni katika Mathayo eh, mfungule Biblia katika Mathayo kwa ile sura yake ya tano na kwa ile mstari wa kumi na sita ni ile mstari moja tu Mathayo. Mathayo sura tano kwa ile mstari yake ya kumi na sita eh, tusikie wanatuambia nini Mstari wa kumi na sita, neno mm, mm-hmm. mm. la Mungu linasema hivi: vivyo eh. hivyo eh. nuru yenu naiangaze mbele ya watu eh. wapate kuyaona matendo yenu mema wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni. Amena, aseme nuru nuru ya Wakristu nuru ya Wakristu iangaze Aseme nuru ya Wakristo iangaze katika watu tena, na waone ma, ile matendo yenu mema, aseme ili nao wamsifu Bwana wenu mm. E, ni neno ni neno kali, wapendwa, kwa siku hizi mm. E, Wakristo Wakristo hawajali tena nuru yao mm. uh -uh waja wa wa Kristo wa hawana tena e, mwanga nuru, mm. E, kwa kuwa wapendwa, ile nuru inakuja kwa dhamiri mm. E, wakati yenye labda utaweza kujikwa katika kusema e, kwenye, kwenye kuwa wa wasio wa Kristo, ile moyo kusema hivi, mimi haya maneno ninasema ni, ni je yanapendeza yana hai napendeza hawa hawa wanaisikia vizuri. Hmm. Hakuna. Hmm. E, seme wengine seme tulishaka kuwa mafumafu kuwa mafu-mafu. Hmm. Doke ile ile mwangaza imepotea ile nuru imepotea, imepotea. Makanisa mengi kwa siku za leo siku za mwisho wapendwa, ni wachache ni wachache wenye kuwa na hmm, na ile nuru ile nuru wengi imezimika lakini na tunaendelea tukuitwa Wakristo, haleluya hmm. Eh, neno fupi hili libariki eh, wote walilosikia. Imefika wakati wa kusikia wimbo wa kwaya. Uwe karibu na Mungu akuwezeshe. tutaimba wimbo wa namba 213 wimbo na tatu za mm, wokovu mm. Nchi nzuri ya raha ajabu, kwa imani twaona si mbali, baba anatungoja sababu

kuimba na kushangilia kutolea mokozi shukrani kwa sababu alitufilia, tukutane sisi sote.